tuli tunapenda kumzawadia kijana wetu. Naomba nisome kama ifuatavyo: jina mm. la akaunti Pasco Samuel Magezi Mazege, kiasi cha shilingi milioni 105, milioni 105. Ingeuze. Ingeuze, ingeuze. Ingeuze. Ingeuze. Oh! Ha! Mwasibu amegusa tu milioni mia moja na tano, haki ya Mungu unashuhudia, bibi harusi na bwana harusi wanapewa milioni mia moja na tano, wakati huo wee unadaiwa, songesha. <laughs> <Yani>. <laughs> ndugu, ndugu MC hey, pamoja pa na zawadi hii nipende kuwashukuru wanakamati wote pamoja na watu wote waliohudhuria kwa ushirikiano wao na, na, na, nipende kuwaomba radhi pale ambapo tuliwakosea, watusamehe. Ni kweli tumepiga tume simu nyingi za kuwasumbua, mpaka wengine walikuwa wanauliza kwamba hivi imekuwa ni deni.